Mgombea urais wa Zanzibar wameendelea kukutana na makundi mbalimbali katika mbali, kuhakikisha wanazisaka kura zitakazowapa ushindi kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu. Mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha MAKINI Ameir Hassan Ameir amekutana na wafanyakazi kwenye majahazi na kueleza jinsi atakavyoshughulikia changamoto za miundombinu ya bandari hiyo. Kabisa, tunawaondosha pale mara moja kufanya marekebisho haraka iwezekanavyo ndani ya siku mia, na hili linawezekana, kwani fedha ambazo zinaingizwa kutoka kwa, kwa hawa watu wa majahazi kuleta mizigo ni fedha ambayo mimi naitegemea kuwalipa wananchi wa Zanzibar posho ya shilingi laki tano kila mwisho wa mwezi, kwa sababu yale ambayo nimeyaona kwa macho yangu yameniumiza na nimeyasikia pia. Pamoja na yote, tuna swala zima la uokozi. Jamani, wanaofanya kazi hizi ni ndugu zetu, ni familia zetu serikali lazima iangalie, kwa sababu wanaoangamia bado ni watu tunaowahitaji. Aidha, mgombea huyo akaahidi neema ya mikopo ili kuwasaidia wananchi kujikwamua kiuchumi. vijana na wazee walio kwa mitaani ambao hawana kazi, watu hawa mutawasaidia vipi? chama Makini, wizi mshamiri, mapanga yameshamiri, simu zinaibiwa, ng'ombe wanakwenda. Endapo wananchi wa Zanzibar watanipa ridhaa mimi niwaambie mwenyekiti wa, wa umoja wa majahazi, tutatoa mkopo. Tutakaa na management, tutaangalia ni mkopo wa kiasi gani mnahitaji, ili kuwasaidia mikopo ya, ku, ya kuunda vyombo vya kisasa, kwani miongoni mwa mambo ambayo wafanyakazi hawa au majahazi haya yanawapa shida ni majahazi yako ya asili. Ni kweli hatuwezi kutupa asilia wetu, lakini vilevile tuta tuimarishe tuweke vyombo vya kisasa. Kampeni hizi zinaendelea kutoa nafasi kwa wananchi kupima sera za wagombea na kuamua nani watampa kura ifikapo Oktoba 29 mwaka huu. Ali Isa, Azam News, Unguja.